Kuna mwanamama mmoja anaitwa Madam Zainab. Madamu Zainab alikuwa ni mfumaji wa nywele maarufu sana katika jamii ndogo aliyokuwa akiishi. Saluni yake ilikuwa imejaa wanafunzi hivi, wanafunzi wengi wa kike. Wanafunzi hawa walikuja kujifunza kazi ya kusuka nywele na kila siku walikuwa wanaenda kujifunza. Wasichana hawa walikaa miaka mingi wakifanya kazi ngumu sana katika hiyo saluni, lakini hawakujifunza chochote kikubwa. Hata hivyo hakuna aliyejua siri iliyokuwa imefichwa nyuma ya hiyo saluni. Kwa nje Madamu Zainabu alionekana kama mwalimu mzuri sana, alionekana mwenye moyo mwe wa huruma, anayependa kusaidia wasichana. Lakini ndani ya saluni yake hali ilikuwa ni tofauti kabisa. Kila asubuhi, wanafunzi walifika mapema wakiwa na matumaini ya kujifunza, lakini kabla hawajashika hata kile kitana Madam Zainabu aliwapa kazi nyingi za nyumbani. Aliwaambia wasafishe vioo hata vilikuwa tayari ni visafi, lakini wakaenda kusafisha. Aliwalazimisha kufua nguo zake, kupika chakula kwa ajili ya familia yake, kufagia uwanja na kusafisha chumba chake cha kulala. Wanafunzi walichoka sana, lakini bado hakuwahi kuridhika. Kila alipojaribu kujifunza kusuka au kugusa nywele za mteja aliwakemea kwa hasira sana. "Achana na hilo, bado bado hujajua kusuka wewe, hebu ondoka!" Alisema mara kwa mara kauli nzito na akiwafokea. Sasa kitu ambacho kilikuwa kinamtia hofu Madamu Zainabu ni kwamba wale wanafunzi, hata kama walikuwa hawajaiva vizuri ama hawajui kusuka vizuri, wateja walianza kuwaona wasichana kuwa ni watu ambao wanaweza kusuka na wana vipaji. Wateja walisema mikono yao ni laini, wanaelewa kazi na wana uwezo mkubwa. Maneno haya yalimuumiza sana Madame Zainabu moyoni. Alianza kuogopa aliwaza, watakapomaliza kujifunza watafungua saluni zao, hawa watampora wateja wake. Akajisemeza kwamba nitakuwa bure. Hofu ilimjaa. Mpaka siku moja mama mmoja tajiri aliomba mwanafunzi wake mmoja aitwaye Chimaka aje kumhudumia nyumbani. Hapo ndipo moyo wa Madamu Zainab ulivunjika kabisa saa usiku huo wa kulala. Kesho yake akaamka, akaenda moja kwa moja hadi kwa rafiki yake ambaye alikuwa ni mama mwenye nyumba, akaenda kumlalamikia na kumwambia maneno kemkem. Hakutarajia suluhisho la ajabu alilolipata. Mama huyo alimpa chungu cha udongo mweusi na kumwambia kwamba ukiweka majina ya wanafunzi wako humu ndani ya chungu hawataondoka katika saluni yako bila ruhusa yako we. Ingawa alihisi wasiwasi, Madame Zainabu alikubali, akaanza kukusanya majina ya wanafunzi wapya na kuyaweka kwenye chungu hicho kwa siri. Tangu siku hiyo, wanafunzi walibadilika, walichoka, waliteseka, lakini hawakuweza kuondoka. Kila walipojaribu, walijikuta wakirudi saluni bila kuelewa ni kwa nini. Miaka ilipita, wanafunzi walibaki bila maendeleo, ndoto zao zilififia. Madam Zainab alijisikia ni mwenye nguvu na usalama. Lakini siku moja aliwatuma wanafunzi watatu kusafisha nyumba yake. Walipoingia chumbani kwake, walikiona na kile chungu cha ajabu. Bila kujua maana yake, walikitupa nje kwa amri ya mwanaye. Kuanzia siku hiyo, mambo yalianza kubadilika. Akili za wanafunzi zilifunguka, wakaanza kukumbuka ndoto zao. Wakaanza kujiuliza ni kwa nini bado wako pale. Mmoja baada ya mwingine waliondoka saluni. Wateja walipoona saluni iko tupu, nao wakaacha kwenda. Uvumi ukaenea. Biashara ikafa. Madame Zainabu akabaki peke yake bila mwanafunzi hata mmoja, bila wateja, bila nguvu, akaanguka. Hapo ndipo alipoelewa kuwa alipojaribu kuzuia maisha ya wengine aliangamiza maisha yake mwenyewe. Kupitia video hii, mimi na imani kuna funzo kubwa ambalo umelipata. Usiporuhusu wengine wang'ae kwa hofu ya kushindwa, utajizimia mwenyewe na utajizima mwenyewe. Mafanikio sio kitu cha mtu mmoja. Ukiwakandamiza wengine, siku moja utabaki peke yako. Ukiwaua wengine, basi siku moja utabaki peke yako. Karibu sana Jimmy hii, mimi naitwa Jimmy Godfrey. hii ni Bongo Star Media na kupenda sana ili kila siku kwa mtu wa kwanza kupata simulizi zetu, basi tizama chini ya video hii, kuna sehemu imeandikwa subscribe, ibonyeze, kisha bonyeza alama ya kengele. Siku njema wewe nawe, bye bye.